akaelekeza kutoa msamaha na kwenye taasisi za kidini msamaha uliotolewa, nitamke leo IGP pamoja na jeshi la polisi, ile mliokuwa sema mnamtafuta Askofu Gwajima, iacheni, mwacheni aendelee na ibada zake, mwacheni ajitokeze, tujenge umoja wa kitaifa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 Turudishe umoja wa kitaifa sote, twendeni tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifata, hakuna atakayeshinda, tutapoteza taifa, hakutakuwepo na mshindi. Hili si jambo la kuonyesha ubingwa kwenye kubomoa taifa letu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 Yacheni, mwacheni aendelee na ibada zake, mwacheni ajitokeze, tujenge umoja wa kitaifa, tushikamane kurudisha umoja wa kitaifa. Tumeongea na wenzetu wa TEC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 Twendeni, tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifata, hakuna atakayeshinda, tutapoteza taifa, hakutakuepo na mshindi. Hili si jambo la kuonesha ubingwa kwenye kubomoa taifa letu.